Uh, sasa bwana, kuna hawa kuku humu ndani, na kwa wewe ambaye unaanza unamtaji mtaji mdogo uh, nataka nikupe ni, ni uh, detail nataka ni kupe eh, maelezo ya kina kabisa ambayo unaweza ukawafuga kuku kama hawa hapa uh, mia moja tu hawa wenyewe wapo mia mbili, lakini wewe ukafuga kuku mia moja tu na ndani ya miezi hii miwili ukatengeneza faida zaidi ya laki tano na nusu, zaidi ya laki tano na nusu ukapata hiyo faida. Wewe nisikilize vizuri kwenye hii video, nitakuelezea vizuri sana endapo utafuata Uh, maelezo ya kwenye hii video basi yatakusaidia sana. Kitu cha msingi cha kwanza ambacho, uh, hakipo kwenye mahesabu ambayo ninayapiga hapa, kwanza ni banda. Sijaweka mahesabu ya banda, ninategemea kwamba banda utakuwa nalo kwa, kama una banda basi hesabia eh, kwamba hizo gharama mimi sijaziweka, lakini pia vyombo, gharama za vyombo, uh, lakini pia Vyombo hivi vya chakula, vyombo vya maji sijaweka. Na kitu kingine kizuri ambacho nimekiweka hapa ni kwamba nimetumia chakula cha dukani kama hivi ambavyo unaona. Hawa kuku bado wanatumia chakula hiki cha dukani. Ah, kitu kingine hapa O, utatumia chakula cha dukani hutohangaika kutengeneza chakula. Sasa, na kama utatengeneza chakula wewe mwenyewe, yani kama utaamua utengeneze chakula kwa ajili ya kuku wako, maana yake gharama zitafanyaje? Gharama zitapungua. Na ukitaka kutengeneza chakula, basi sisi tunavyo vitabu ambavyo vinakuelekeza namna ya kuweza kutengeneza chakula. Na kitu kingine ambacho kipo kwenye hii haya hi, hi, hi, hi, mahesabu ambayo ninakwenda kupigia ni kwamba utatumia E, tiba nimekupigia mahesabu ya tiba za asili pamoja na e, tiba za dukani za viwandani ambazo utazichanganyia humo. Kwa hiyo nisikilize kwa umakini, nisikilize kwa umakini. Kuku wa nyama hawa, hawa ni chotara. E, ukitaka kuwatumia kwa ajili ya kuku ya nyama, waga tunawafuga miezi hii miwili wanapendwa sana. Maeneo ambayo Uh, wale ambao kuna wanaofuga broiler kwa ajili ya nyama lakini hawa wanafugwa kwa ajili ya nyama wanapendwa kwa sababu wanakuwa ni kama vile wananyama kama vile ya kienyeji. Kwa hiyo nisikilize ya, wale kuku wa kienyeji uh. Sasa kwa haraka haraka tuaze na vifaranga. Vifaranga utahitaji box moja; box moja huwa linakaa na vifaranga mia moja na uzuri waga wanaweza wakaweka viwili au vitatu vya ziada, umeona. Kwa hiyo uh, boksi moja linauzwa shilingi laki mbili, na hawa hapa ni tani bro ambao vifaranga wa intachik na unawapata kupitia wakara, maana yake hata kukusafirishia na kusafirishia wewe wao wenyewe mpaka ulipo. Kwa mfano kama upo Lindi, Lindi huko kuna wakala atakusafirishia mpaka Lindi, upo labda, e, labda Tabora upo labda Morogoro, wanakusafirishia mpaka ulipo uh, labda ni eneo fupi sana ambalo wewe utatumia gharama zako. Kwa hapo utatumia shilingi laki mbili na karatasi na peni na unaandika sehemu, si basi wewe unaandika hizi gharama, utatumia laki mbili. Uh, gharama za chakula starter, vifaranga inatakiwa wale kwanza, e, starter ambayo starter uh, mfuko mmoja, mfuko mmoja unauzwa elfu tisini na tatu. Kwa hiyo utatumia mfuko mmoja tu starter, umeona. Aa, lakini pia chakula kingine grower, baada ya kumaliza starter mfuko mmoja utaanza kuwapa grower kwa ajili ya kuku kukua. Ndio kama hicho chakula ambacho nilikuwa nimekuonyesha hapo mwanzoni. Hicho ni, ni grower. Grower utatumia mifuko mitano hawa kuku kwa sababu utakanao miezi miwili, mifuko mitano miezi miwili, kiasi kwamba ikifika miezi miwili au mbili za kuuza hawa kuku. A, lakini bado watakuwa wanakula, wapo kwenye hesabu ya hii mifuko mitano, na kama utapata mteja mmoja elfu tisini kwa gharama za huku. Mimi nimechukulia gharama za huku. Najua kuna maeneo gharama zipo zinaweza zikawa zipo zipo chini kidogo. Jumla inakuwa ni laki nne na nusu kama unaandika sehemu andika laki nne na nusu na chakula, kama mnavyojua ndio huwa kinatumia gharama kubwa zaidi. Ya, kama nilivyokuambia kama utathubutu kutengeneza chakula chako wewe mwenyewe basi gharama zitakuwa chini kidogo. Ya, lakini pia kuna chazo cha joto. Chazo cha joto mi nimechukulia elfu arobaini e. Ni gharama kubwa sana hii e, kwa sababu ni vifaranga mia moja labda unatumia jiko la mkaa au labda unatumia uh, labda unatumia balbu. Najua ni elfu arobaini utatumia Vitamini, vitamini hapa utatumia za dukani hizi za viwandani, lakini pia utatumia na vitamini za asili, ambapo gharama yake ni shilingi elfu thelathini utatumia shilingi elfu thelathini. Ah, pia kuna chanjo, chanjo za dukani na chanjo za asili. Ukitaji kujua chanjo za asili zipoje, chukua kitabu chetu cha tiba za asili lakini pia a cha, uh, cha mwongozo maalum wa kufuga kuku wa ki, kuku wowote uh, wale wa kienyeji wa kisasa mle tumeandika chanjo za asili kwa hiyo uta, utaona jinsi ya kuzitengeneza gharama yake nimeweka ni shingapi ni elfu ishirini elfu ishirini tu utatumia hizi eh, za asili zinakupunguzia gharama eh, vitamini pia ukitumia dukani pamoja na za asili gharama yake elfu thelathini glukos elfu moja glukosi, gharama utanua. Glukosi ni ile ambayo unawapa kuku siku ya kwanza kabisa wanapofika. uzuri wa sisi, ukijiunga na kundi letu la mafunzo kwa shilingi ya elfu nane ada ya shilingi elfu nane tunaelekeza kabisa namna ya kuwapokea kuku Uh, au ukichukua kitabu cha safari ya ufugaji, kile kitabu kinaelekeza jinsi ya kuwafuga kuku chotara. Utakutana na hichi kipengele kinakuelekeza ni jinsi gani unawapokea kuku unawafuga eh, hivyo kwa hiyo utakuta kuna sehemu unawapa kuku hiyo glucose eh. Vitabu vyetu ni shilingi elfu kumi ada, yani ni soft copy tunakutumia kwa shilingi elfu kumi. Uh, kitu kingine nimeweka hapa gharama nyingine kama imetokea nimesahau au usafiri e, kuna vitu vingine vidogo vidogo labda hapa nimevisahau. Nimeweka asilimia kumi ya hizi gharama zote, ambayo ni shilingi elfu themanini na tatu. Maana yake hii hela ikae pembeni, kitokea dharura labda, e, unahitaji ukanunue dawa bodaboda boda, utachukua hii kwenye hii elfu themanini na tatu utachukua hela utampa huyo bodaboda boda. Aa, sasa gharama zote inakuwa ni laki tisa na, na elfu kumi na saba mia nne. Hizi ni gharama zote sasa. Hawa kuku unauza shilingi ngapi? Hawa kuku bwana e, binafsi huku tunauzaga elfu kumi na tano wakifikia hivyo, unauzia wale watu ambao wanachinja shilingi elfu kumi na tano. Kwa hiyo kwa jumla elfu kumi na tano na, e, na, na nimechukulia kwamba vifo umepata vifo kwa asilimia tatu ambao E, katika asilimia mbili katika kuku mia moja mebaki na kuku tisini na nane Sasa sijaongeza wale kuku wa ziada, kimsingi watakuwa wamebaki kuku wale, wale mia moja e, lakini wale sijaongeza. E, kwa hiyo hapa unakuwa ume, mauzo yako ulioyafanya ni milioni moja na nusu, milioni moja na laki tano. Kwa hiyo kama umeuza milioni moja na laki tano, ukitoa na zile gharama ulizotumia ambayo ni laki tisa na elfu kumi na saba mia nne utapata faida ya shilingi laki tano elfu themanini na mbili na mia sita kwa hiyo hii ndio faida yako. Kitu muhimu ambacho ninataka nikwambie, au utazali ni kwamba hii ni biashara kama biashara nyingine, unaweza kukutana na changamoto ambazo zinaweza zikapelekea hata kupata hasara. Kwa hiyo utegemea hichi kitu eh, kwamba biashara yako inaweza ikaenda vizuri kama ambavyo nimesema hapa, lakini pia Uh, kuna vitu vinaweza vikatokea ukapata hasara kabisa na unaweza kupoteza mtaji wako. Kwa hiyo, uh, inatakiwa uwe makini. Unahitaji kupata mwongozo kutoka kwa kutoka wafugaji wazoefu. Uh, unaweza kupata faida au ukapata hasara. Kwa hiyo niambia kama kuna upad hasara pia kuna upande wa hasara. Na ninakupa mapendekezo ili kuweza kupunguza e, riski ya kupata hasara, hatari ya kupata hasara e, kwanza dhibiti vifo vya e, vifaranga e, kwa kufanya usafi na kuwapa lishe bora, nitakuwa fanya usafi vizuri. Hakikisha uwiano sahihi wa chakula na uzito. Kabla ya kuwauza, uwe unawapima uzito kuku wako mara kwa mara. Tumia tiba ya asili kwa busara, lakini usipuuze chanjo muhimu za asili kama vile chanjo ya kideri. Angalia soko kabla ya kuwauza kuku, na kabla ya kuingiza kuku bandani, hakikisha ni kweli utawauza kuku elfu kumi na tano, yani lazima ufanye mahesabu vizuri kabisa. E, kwamba hii bei ipo huku kwangu, maeneo kwa asilimia kubwa pia huwa yanatofautiana ndugu zangu, kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu, nadhani nimekuelekeza vizuri kabisa bila ya rawama yoyote ile. Kama unatutafuta sisi Kingo Farm, namba ya simu hiyo hapo.